Majina, anaitwa Justine Makoloka. Uh, ni mkurugenzi ni mkurugenzi mkuu wa InfoTaaluma. InfoTaaluma ni mfumo uh, ambao tumeutengeneza kwa madhumuni makubwa, kuwasaidia walimu pamoja na wazazi katika kuandaa na kuandaa taarifa za mbalimbali za wanafunzi na vile vile utawasaidia wazazi kuweza kuzipata hizi taarifa popote walipo kwa kutumia simu aina yoyote. Kwa hiyo mzazi yeye anaweza kutrack taarifa za mtoto wake popote alipo na wakati wowote kwa kutumia simu aina yoyote, iwe ni simu ndogo au simu kubwa pia. Lakini vile vile mfumo huu utaweza kumsaidia mwalimu kuweza kuandaa taarifa mbalimbali, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana katika uandaji wa taarifa za walimu kulingana na wingi wa wanafunzi katika shule zetu hususani shule zetu za serikali. Kwa kupitia mfumo wetu, mwalimu ataenda kunufaika kwa kuandaa taarifa mbalimbali kwa urahisi. Na mzazi vilevile ataweza kupata taarifa hizi ikiwemo mahudhurio, ripoti za mitihani, ataweza kupata vile vile mawasiliano ya walimu kwa urahisi. Kupitia kongamano hili la eLearning Africa, uh, tumeweza kupata connection mbalimbali kutoka katika nchi tofauti Fort tofauti kama vile Kenya na Uganda, na hivyo tunaenda kuanzisha Uh, hii InfoTaaluma katika nchi kama vile Kenya na Uganda, ambao tumeshapata tayari, watu wameonyesha interesti na tunaenda kuianzisha hii InfoTaaluma uh, katika nchi hizo, na tunatarajia kukava karibia kila nchi hapa Afrika.